Kila wakati tunapokuja katika madhabahu, kumbuka, tumeongelea kwamba madhabahu si lazima iwe ni eneo ambalo limejengwa. Moyo wako ni madhabahu, pale ambapo umedhamiria kufanya ibada ni madhabahu. Katika madhabahu unaweza kwenda kwa ajili ya vitu viwili, kutimiza nadhiri zako au kutoa nadhiri zako. Kwenye kitabu cha Mhubiri sura ile ya tano fungu la nne mpaka la tano anasema Ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kutimiza. Narudia tena. Ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuitimiza. Mungu hapendezwi na wapumbavu. Tekeleza ulichoahidi. Ni afadhali kutoweka nadhiri kuliko kuweka nadhiri kisha usiitimize. Nasoma Kiswahili cha kisasa. Kumbuka madhabahu ni mahali patakatifu. Inaweza kuwa ni nyumbani kwako Inaweza kuwa umeamua tu kwenye gari ukapaki pembeni ukaamua kuongea na Mungu, hiyo ni madhabahu tayari, ni mahali ambapo una, unaunganishwa na mbingu. Kumbuka waweza kutoa nadhiri yako au kuitimiza nadhiri yako. Kutoa maana yake ni kuitamka, kuitimiza ni kutekeleza kile ambacho ulisema. Sasa sikiliza mambo haya muhimu kabisa kabla ya kuingia kwenye maombi. Mfano nadhiri ni upi? Unaweza ukasema Ukiniokoa nitakutumikia, ukiniinua kibiashara nitatoa jambo fulani, nikipewa mtoto nitafanya hivi. Hana akasema nitamrudisha kwako. Nadhiri hasa ni nini? Ni ahadi ya kiroho mtu anayompa Mungu kwa hiari. Zingatia neno kwa hiari, hukulazimishwa. Mara nyingi akiwa katika hali ya maombi au maumivu au hitaji kubwa. Nitazame vizuri. Sasa uliyeko hapa na ambaye uko nyumbani, katika vitu sivielewi, sijui ni kwa nini maombi mengi ya nadhiri hutimia. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa, au warudie amesemaje, hajaelewa ataelewa baadaye. Sielewi -si kwa nini unakuta mtu akichokoza akisema, Mungu ukinifanyia hivi nitatenda hivi, nika vile, umechokoza pap, inatokea. Sijui kwa nini. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza fungu la kumi na moja naye akaweka nadhiri akasema, e Bwana wa majeshi, ukiyatazama mateso ya mjakazi wako, nami nitampa Bwana mtoto huyu wa kiume siku zote za maisha yake. Akajifunga katika nadhiri. Kuna mahali kwenye Torati, ameelezea vizuri kwamba mtu akiweka nadhiri ya mtoto ya kibinadamu iwe ni binadamu mtoto wake, ametaja mpaka umri: akiwa na umri huu atalipiwa kiasi hiki mbadala, akiwa na umri huu analipiwa kiasi hiki mbadala. Lakini hana yeye, hakusema nitalipa badala, anasema nitampeleka kwa Bwana. Ni mara ngapi umetoa nadhiri, umetamka nadhiri lakini hukuitimiza? Nadhiri ina nguvu ya kuvunja milango iliyofungwa. Nimesemaje hapo? Nadhiri ina nguvu ya kuvunja milango iliyofanya nini? Ni ibada ya imani inayovuta nguvu za Mungu zifanye jambo la kipekee. Zaburi ya hamsini fungu la kumi na nne na kumi na tano anasema, Mtolee Mungu sadaka ya kushukuru, ukatimize nadhiri zako kwa aliye juu ukaniite siku ya taabu, nitakuokoa nawe utanitukuza. Angalia maandiko yanavyo connect. Huenda leo mungu anahitaji kumkumbusha mtu fulani hapa ambaye anasikiliza, ambaye anafuatilia, ambaye yuko hapa, ya kwamba kuna kitu ambacho ulitamka, uli ikawa ni nadhiri kwako, lakini hukutimiza. Maswali ambayo wengi huuliza, nadhiri inamfunga mtu wakati gani? Nadhiri inakufunga pale tu ambapo umetimiziwa na Bwana ila wewe hujamtimizia Bwana. Kabla hajakutimizia haikufungi. Kuto kutimiza nadhiri ni moja ya sababu ya kuto kujibiwa maombi. Hebu kila mmoja aanze kujikagua, aanze kujikagua. Ziko aina nyingi sana za nadhiri, siwezi kusema zote siku ya leo. Kuna nadhiri ya fedha au mali, nadhiri ya muda au huduma hata kuja kufagia kanisani kulinda kanisa ni nadhiri. Nadhiri ya maisha au tabia mpya, nadhiri ya toba na kujitenga, nadhiri ya familia au kizazi, ziko za aina nyingi. Inategemea wewe umeweka ipi. Lakini madhara ya kutotimiza nadhiri kabla ya kuingia madhabahuni ulibebe hili. Madhara ya kutokutimiza nadhiri yako kadhaa. Kwenye Mhubiri tumeona amesema kwamba heri kutoisema kuliko useme usiitimize. Madhara ni yapi? Naongea kwa haraka haraka kidogo. Kuchelewa kwa majibu ya maombi, hili ulizingatie sana. Namba mbili, kuingia kwenye huzuni zisizoeleweka. Wakati mwingine kuna nadhiri ambao ulitamka, Mungu amekutimizia, amekutendea, lakini hujafanya. Nyingine ni maisha kushindwa kimaendeleo. Unashangaa vitu haviendi, unatafuta mchawi, hakuna. Nenda ukaangalie nadhiri zako, kuna jambo uliahidi kanisani kuna kitu ulisema ukinifanyia hivi nitakutendea hivi. Lakini wakati mwingine baraka kugeuka kuwa mzigo. Maana yake ni nini? Mungu amekupa baraka, lakini hufurahii ile baraka. Anza kuchunguza maisha yako, huenda kuna nadhiri ambayo ulitamka mbele za Bwana. Mnakumbuka Anania na Safira walitamka, hawakutekeleza, ilikuwa ni hasara kubwa sana. Nini faida ya kutekeleza nadhiri? Zaburi 66 fungu la 13 hadi la 14, utasoma kwa muda wako. Nitakuja nyumbani mwako na sadaka za kuteketezwa, nitakutimizia nadhiri zangu zile zilizonenwa na midomo yangu na kuahidiwa na kinywa changu wakati wa shida. Moja, ukitimiza nadhiri unampendeza Mungu, haleluya. Namba mbili, ukitimiza nadhiri unathibitisha uaminifu wa kiroho. Namba tatu, maombi yako hujibiwa, hata kama kulikuwa na kizuizi kinaondoka. Namba nne, unakuwa na mabadiliko ya kiuchumi na kiroho. Lakini ambayo nimeipenda kuliko zote ninafuata hapa, unamfunga shetani kinywa cha mashtaka, haleluya! Maana kila siku anakushtaki, anakushtaki, anakushtaki, lakini unamfunga kinywa, maana umetimiza Huenda naongea na mtu ambaye Mungu amekukumbusha nadhiri yako, na kila ukijaribu kuitimiza kuna kizuizi. Ingia kwenye maombi maalum ya kumwambia Mungu niwezeshe niweze kutimiza. Lakini anza kidogo kidogo. Usisubirie mpaka upate yote. Anza na kitu kidogo. Katika kuanza kuna kumalizia. Leo katika maombi ya kwenda madhabahuni leo, mwambie Mungu, nichunguze kama kuna mahali sijatimiza nadhiri, nifunulie, lakini niwezeshe.